Uh, asante sana Jacqueline umezungumza vitu vizuri kabisa kwamba ungetamani pia huko kwenye vituo wawepo wanaume wenzao ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Apius, una mtazamo tofauti na hichi ambacho umekizungumza Jacqueline? Siko mbali sana na Jacqueline, Sister aliyetoka kunena kipindi kilichopita, kifupi ni kwamba mimi nachoweza kujazia labda kama minyamanyama ni kwenye swala la nini kifanyike. Nini kifanyike ni kwamba elimu, elimu ni msingi mno, yani tunatakiwa patengenezwe hata majarida, vipeperushi mbalimbali vya kuwa vinatoa elimu husika ya dhidi ya ukatili wa kijinsia, otherwise ikienda mbali zaidi hata viwe vinafanya yani ziwe zinafanyika kama vile mikusanyiko zile za watu ajili ya kupewa elimu. Kwa mfano tunaweza tukaanzisha labda ligi mama ambao unaweza ukafanya labda ukatili wa jinsia kapu, ile inakuwa ni sehemu tu mahususi ya kuwafikishia walengwa elimu. Kwa sababu gani ninavyosema hivyo? Tunapokuwa hivi hapa saizi, labda wenye uelewa hapa, tuna wenye uelewa zaidi ya ukatili ni wachache, lakini watu wako wapi? Watu, watu wako mitaani. tunawafikiaje watu? Tunawafikia watu kwa mikusanyiko. Mikusanyiko ya aina gani? Ni kama hiyo, ukianzisha labda kwa mfano, sasa hivi mpira imekuwa ni kama vile ibada ukitengeneza labda kwamba na kaligi fulani ambacho kale kaligi kanakuwa kama vile kana kifutio fulani sasa, na hii kauli mbiu ambayo nitakayotembea pale kwenye ile ligi ni kauli mbiu ya ukatili wa kijinsia. Tunawezaje ku, kupinga ukatili wa kijinsia? Kwa ile pale inaleta mwamko hata yule mtu aliye kuwepo mbali ambaye haangalii vyombo vya habari haangalii, lakini akija viwanjani anavikuta otherwise, sio lazima tu iwekwe yu, kama utalikapu kama utali ilivyo au kuwekwa kama jinsi ilivyo, kwamba ukatili wa kijinsia iandaliwe ya tu mabango kwenye vile mikusanyiko za watu, yawekwe yale mabango husika, ambao ya kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kwenye vyanzo vyovyote vile ambavyo, hata barabarani, kama wanapofanya matangazo mengine kwao pale, tutakuwa tumewafikishia zaidi elimu ya husika kwa watu wahusika ila tunavyokuwa tunazungumzia hivi na mwishoni, tunapeleka kwenye platform network hizi zetu, simu za mikononi. Kuna wengine hawatumii simu za hizi za nini za kisasa, wanatumia viswaswadu. Kwa hiyo kupata elimu inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni huu zaidi. Kingine ni mazingira ya wazazi. Wazazi nao ni sehemu mojawapo, wanachangiza zaidi kuendelea, kuendelea kuhudumisha huu katili wa kijinsia. Ninavyozungumza wazazi kwa sababu gani? Mzazi unajua kabisa kwamba mtoto wangu kwa hili lika alilofikia sio la kulala na mjomba wake, au sio la kulala yani jinsia moja. Mwona, jinsia moja, maona jinsia moja anapozungumza, ni wale wazazi, sio wenye maisha duni, unakuta watoto wana lika, labda huyu mmoja, labda uliwapanganisha, labda ukuacha mbalimbali, huyu ana miaka labda kumi na nne, huyu ana miaka kumi ha, au miaka kumi na mbili wa kike Alafu kwa sababu ya maisha yako magumu godoro unalo moja. Kwa hiyo wote unalaza sehemu moja. Alafu mbaya zaidi labda analala sebleni. Kwa hiyo kile kinachokuwa kinafanyika chumbani na yeye huyu tayari anapitia labda anaona ma TV. Sasa hivi unakuta kwenye ma TV anaonekana ma vitu mengi. Kwa hiyo hata wenyewe kukatiliana wenyewe kwa wenyewe, yani watoto wa familia moja inatokana na mazingira ya wazazi. Kwa hiyo ni hasa tu kwamba tunapokuwa kwenye umri wa miaka fulani ni vyepesi mno kuanza kuwatiti wa, watoto na kutengenezea mazingira bora zaidi. Utafute hata maeneo ambayo yanaweza kuwa yako salama kwa watoto wako, ajili ya kutoendelea kuhudumisha huu ukatili wa kijinsia. Ya kwangu ni hapo sawa. Asante sana Kipeta, tumekusikiliza kwa uzuri kabisa, lakini mimi pia nimejikuta nina kaswali fulani hivi kwamba kama basi mtu anaenda kutoa taarifa mwisho wa siku zinavuja. Je, yeah? ni kweli zinavuja, kuanzia hapo kama kuna uwezekano wa namna mtu anajieleza sana. Sasa nataka atuwekee vizuri kabisa hili jambo hapa, ili tutoke wote tukiwa kwenye mlengo mmoja. Asante ndugu mtangazaji, kiualisia ni kwamba siri zinatunzwa of ofisini kwetu. Sasa nani anakuja kutoa taarifa anakuwa nani? Na ndio maana nimesema hapo awali kabisa kwamba unapokuja kutoa taarifa yoyote kuhusiana na ukatili wa kijinsia umefanyiwa na nani unakuja unakutana na nani? Nimesema mtu unapofika pale kwenye ofisi za dawati la jinsia, sema nina shida ya mtendaji wa dawati la jinsia, nina changamoto nataka nimweleze, sio unaanza kusema kwamba mimi nimefanywa moja mbili tatu nne tano. Sasa yule unamwambia hiyo taarifa ni nani? Ni mtaalamu wa dawati la jinsia, kwa sababu watendaji wa dawati la jinsia, jamani, wana utaalamu wao ambao walipewa semina maalumu na mafunzo maalumu ambayo

Mtu anamuuliza kwani mwenzangu, una shida gani? Anaanza kumuelezea yule aliyemkuta pale nje shida yake, afu baadaye hamfahamu, lakini anasema na wewe e, kwa nini unaingia kwenye foleni eh? Na mimi niko kwenye foleni, basi ngoja, yani nakwambia wanatufanyia hawa. Kwa hiyo inakuwa mwisho wa siku anasema nitokiana kupeleka pale nani, shida zetu zinasemekanika kwenye kwenye jamii huko zinasikika. Sasa wao ndio watakuwa wanasema hapana, hawawazi ha, kwamba wakati anakuja na kwa sababu watu wengi wanakuja kisaikolojia, anaweza te, akawa tayari hayuko makini. Tunasema kwamba tunasisitiza kwamba aje pale aombe ya afisa wa dawati, kwa sababu kuna muda anaweza akawa anafika pale akaanza kuwaelezea hata watu zaidi ya watano wa sita, mpaka na, anafikia mtendaji wa dawati, anakuwa anamuuliza he, kwa hiyo hili jambo nani mwingine alifahamu? Anasema hamna mtu yote mwingine analijua, yani nimekuja moja kwa moja ofisini. Ah, nimekuwa ponje, kama unaongea na mtu ulikuwa na mwadisia nini? Ah, nilikuwa na mwadisia tu kidogo, nione kama swali linahusika na humu ndani. Na sasa sisi ukibaini uki, uki vitu kama hivyo unamwambia sasa hivyo hiyo sio taratibu, na ndio maana tunaenda kusisitiza kwenye vyombo vya habari kwamba kuhakikisha kwamba anapoenda pale aonane na mtendaji husika wa ofisi ya dawati. Anapofika mle ndani, anapokuwa na mtendaji wa dawati, ndio amuelezee, ili mradi kusiwe na uvujifu wa siri, maana kuna inawezekana taarifa nyingine zinahitaji apatikane mtuhumiwa labda wa kesi hiyo, labda imetoka, labda kulawiti au kubaka. Sasa unavyokuwa unamueleza kila mtu, huwezi kujua huyo mtu labda ni mjomba wake au ni shangazi yake, au ana ndugu wote, kwa mwisho wa siku huyo mtu Anaweza akatoweka akashindwa kupatikanika, wakajificha katika mazingira sio rafiki. Mwisho wa siku nasema ah, mbona nimesema siri yangu pale imejulikana. Kumbe ulianzia kumwambia taarifa yako nani? Ni hayo tu sawa. Tuko na vijana na ni kijana jitambue, mjadala mpana kabisa ambao tuko nao hapa, na tunaeleza ya kwamba tuko na nguvu moja namna hiyo. Lakini tunaendelea kupewa nguvu na support ya kutosha kabisa. Hapa tunazungumzia Moscow Hotel, ni kwa namna gani basi wametupokea. Mandhari nzuri kabisa ambayo iko hapa. Usisahau pia ukifika hapa, uh, licha ya upepo ambao utaufurahia, lakini pia kuna vinywaji vya aina mbalimbali ambavyo utavipata hapa. Lakini pia chakula kizuri kabisa kinapatikana hapa Moscow Hotel. Bila kusahau kulala. Wanakuambia siku zote ili akili yako ikae vizuri, basi lazima ulale sehemu nzuri. Ukifika hapa Moscow Hotel mambo yanakuwa poa. Na ni hapa hapa ndani ya mkoa wa Katavi hii manispaa ya Mpanda, ukiwa unakuja ni huku mkoani. Kama unatokea mjini, basi mkono wako wa kulia. E, utaona kabisa pale juu amekuandikia Moscow Hotel. Sio hivyo tu tunaendelea kupewa nguvu na support ya kutosha kabisa na mkombozi Fresh Oil. Hawa sasa ni wauzaji wa mafuta mazuri kabisa ya kupikia. Licha ya kuwa wanakuzia uh, mafuta mazuri kabisa lakini pia wanakamua na kununua mafuta ya alizeti, karanga na mbegu za maboga pia. Lakini pia wananunua alizeti, karanga na mbegu za maboga. Usisahau pia wanauza mafuta pamoja na mashudu kwa bei za jumla na rejareja. Lakini pia wanatoa ushauri wa kitaalamu kwa wakulima pamoja na wafugaji. Kitengo cha biashara nacho hakijabaki nyuma, wanashirikiana na vijana kwa kuwawezesha mitaji ili kukusanya mali ghafi na kuuza kwao pia pale pale. Mkombozi Fresh Oil wanafanya kazi na vijana ambao wanaweza kazi ya wakala wa mauzo ya bidhaa zilizosindikwa au manunuzi ya mali ghafi vijijini. Kwa hiyo wewe tu usichelewe kama kijana ambaye unatutazama kwa sasa, kuhakikisha ya kwamba wao, Mkombozi Fresh Oil, wako sambamba kabisa na vijana kama sisi ambao unatufuatilia hapa. Pia tusisahau kitengo cha kilimo, wao wanafanya kilimo cha mkataba kwa kutoa ardhi bure kabisa na kukopesha pembejeo zote za kilimo kwa wakulima, hasa vijana, kwa mazao yenye soko kubwa kabisa, na wanakopesha fedha pia za kuhudumia mashamba ambayo mkulima ameshalima pamoja na kupanda. Sasa wanatoa pia ushauri na kusimamia mashamba kwa wakulima wasio na muda wa shamba. Kwa hiyo wewe ukiona uko busy unaweza kukutana na Mkumbuzi Fresh Oil mkajua ni namna gani mnafanya, mwisho wa siku shamba lako hilo hapo ukapatiwa likiwa tayari limemea vizuri kabisa. Na wanapatikana Mpanda Hoteli, lakini pamoja na SIDO pale, unaweza ukawapigia kwa simu namba 0788 980788, lakini pia 0675602729. Asante sana Ana, kwa kutukumbusha pia watu ambao wanatushika mkono sisi kwenye majadiliano yetu haya. Vijana wengi sana hapa wamezungumza na kila mmoja ametoa mtazamo wake, halikadhalika pia mtaalamu kutoka dawati la jinsia, jeshi la polisi wilaya ya Mpanda ametolea ufafanuzi vizuri kabisa. Natamani sasa hivi tukusikie kidogo. Nashukuru umekaa kimya muda mrefu sana. Vijana wengi wamezungumza, sasa nini kifanyike ili hawa vijana wa kiume nao wazungumze pindi tu wakifanyia ukatili wa kijinsia? Asante. Nini kifanyike endapo vijana hawa wa kiume wanafanyia ukatili wa kijinsia? Kwanza elimu zitolewe kwa vijana na iwepo midaharo kama hii ambayo inakuwa inaonyeshwa, kwa maana vijana wengi saizi wana wanatumia vyombo vya habari, wana simu kubwa, wanasikiliza redio, wanaangalia TV. Midahalo iwe inafanyika, ili kijana anayefanyiwa ukatili hata ambaye hajafanyiwa ukatili aone kwamba kwamba na yeye anathaminiwa, ambapo na yeye itatokea kupata changamoto kama hii, ili ajue sehemu ya kwenda, ili ajue sehemu ambayo itamsaidia yeye. Kama alivyoongea mtaalamu wa dawati la jinsia, ameongea kwamba wao ni marafiki na wanatoa huduma stahiki kwa vijana wanaofanyiwa ukatili. Kwa hiyo kijana yoyote ambaye anafanyiwa ukatili, hata ambaye afanyiwi ukatili, hata kijana ukisikia ndugu yako rafiki yako amefanyiwa ukatili, usimcheke na usimwone kwamba yeye Sorry, Jerry, usimwone kwamba yeye hana nguvu za kujitetea, bali umshauri vizuri na umuelekeze kwamba akienda dawati la jinsia au akienda kwa wa akienda kwa viongozi ambao viongozi wanapatikana hata katani kwake, mtaani kwake, viongozi wa serikali za mtaa, watendaji, madawati ya jinsia, maana dawati za jinsia zinapatikana kuna ustawi wa jamii unapatikana hata kwenye vi, kwenye serikali za mitaa. Kwa hiyo akienda katani, akienda ofisi za kata, anaweza akaelezea changamoto yake na akasaidiwa. Kwao vijana, kijana aone kwamba anathaminiwa, sione tu mabinti ndio wanatetewa sana, hapana. Hata yeye kijana anatetewa na anasaidiwa na atapata msaada na changamoto yake itatatulika tena kwa usiri, na na sa, sana, uh, na kwa usiri, namna mtu atakayejua kama alifanyiwa kitendo cha namna hiyo. Sawa, asante sana, nashukuru kwa mtazamo wako. Wakati unazungumza pia nikawa namuona kwa mbali kabisa kule Jacqueline, naye pia kama ana jambo katika hili la nini kifanyike ili vijana wa kiume nao pia wajitokeze kwenye vituo mbalimbali kwa ajili ya kuripoti uh, matukio ya ukatili wa kijinsia Jacqueline. Kwa upande wangu ninavyoona, kwamba na bo, na kipi kifanyike ili vijana wa kiume nao wepesi kuripoti matukio wanayofanyiwa. Kwanza kabisa, mi ningependelea kule dawati la jinsia akae mwanaume, mwanaume mwenzao ili manake anavyoenda kuripoti akimkuta mwanamke, anapata ule uoga wa kusema, nikikambia kaka yake akanicheka, au wanawake tunaonekana kama tuna midomo midomo sana, kwamba ni aka kawezi kutunga siri, akitoka hapo huko nje kote pata enea ehe, kumikuwa. Kwa mimi kwa upande wangu napendelea kwamba ukodata za jinsia akae mwanaume mwenzao. Mnasemaga mna vifua kwao, mkee wenye vifua wenyewe huko, ili mkienda kuelezana n mna, mna, mna, yani, mnajua ni jinsi gani vinatunzika, ndio. Lakini kitu cha pili, itolewe elimu. Kama hivi tulivyo kwenye magrupu, maanake vijana wengi saizi wanatumia simu, mambo ya mitandao na nini. Kwa hata kama ana peruzi peruzi ume, akikuta somo kama hivi akijifunza, hata kama aje kufanyiwa, anakuwa amekaa mkao wa kwamba kumbe nikifanyiwa, natakiwa nikimbilie sehemu sehem fulani huko, na ninakokimbilia kumbe kuna msaada, yani ili usionekane utengano kwamba watoto wa kike ndio tunakuwa kipaumbele sana kuliko watoto wa kiume, wote tuonekane tuko safu moja. Uh, asante sana Jacqueline, umezungumza vitu vizuri kabisa kwamba ungetamani pia huko kwenye vituo wawepo wanaume wenzao ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Apius, una mtazamo tofauti na hichi ambacho umekizungumza Jacqueline? Siko mbali sana na Jacqueline, Sister aliyetoka kunena kipindi kilichopita. Kifupi ni kwamba mimi ninachoweza kujazia, labda kama minyamanyama, ni kwenye swala la nini kifanyike nini kifanyike ni kwamba elimu elimu ni msingi mno, yani tunatakiwa patengenezwe hata majarida, vipeperushi mbalimbali vya kuwa vinatoa elimu husika ya dhidi ya ukatili wa kijinsia otherwise, ikienda mbali zaidi hata viwe vinafanya yani ziwe zinafanyika kama vile mikusanyiko zile za watu ajili ya kupewa elimu. Kwa mfano tunaweza tukaanzisha labda ligi mama ambao unaweza ukafanya labda ukatili wa jinsia kapu ile inakuwa ni sehemu tu mahususi ya kuwafikishia walengwa elimu. Kwa sababu gani ninavyosema hivyo? Tunapokuwa hivi hapa saizi labda, wenye uelewa hapa, tuna wenye uelewa zaidi ya ukatili ni wachache, lakini watu wako wapi? Watu, watu wako mitaani. Tunawafikiaje watu? Tunawafikia watu kwa mikusanyiko. Mikusanyiko ya aina gani? Ni kama hiyo, ukianzisha labda kwa mfano, sasa hivi mpira imekuwa ni kama vile ibada ukitengeneza labda kwamba na kaligi ligi fulani ambacho kale ka ligi kanakuwa kama vile kana kifutio fulani sasa, na hii kauli mbiu ambayo nitakayotembea pale kwenye ile ligi, ni kauli mbiu ya ukatili wa kijinsia tunawezaje ku, kupinga ukatili wa kijinsia kwa ile pale, inaleta mwamko hata yule mtu aliyekuwepo mbali ambaye haangalii vyombo vya habari, haangalii, lakini akija viwanjani anavikuta otherwise, sio lazima tu iwekwe yu, yu, kama utali hii kama utali ilivyo au kuwekwa kama jinsi ilivyo, kwamba ukatili wa kijinsia ka yaandaliwe tu mabango kwenye vile mikusanyiko za watu, yawekwe yale mabango husika, ambao ya kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kwenye vyanzo vyovyote vile ambavyo, hata barabarani, kama wanapofanya matangazo mengine, kwa hiyo pale tutakuwa tumewafikishia zaidi elimu ya husika kwa watu wahusika ila tunavyokuwa tunazungumzia hivi na mwishoni, tunapeleka kwenye platform network hizi zetu, simu za mikononi. Kuna wengine hawatumii simu za hizi za kisasa, wanatumia viswaswadu. Kwa hiyo kupata elimu inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo ushauri wangu ni huu. Zaidi kingine ni mazingira ya wazazi. Wazazi nao ni sehemu mojawapo, wanachangiza zaidi kuendelea kuendelea ku, kuhudumisha huu ukatili wa kijinsia. Ninapozungumza wazazi kwa sababu gani? Mzazi unajua kabisa kwamba mtoto wangu kwa hili lika alilofikia sio la kulala na mjomba wake au sio la kulala yani jinsia moja. Mwona, jinsia moja, umeona jinsia moja, anapozungumza ni wale wazazi, sio wenye maisha duni, unakuta watoto wana lika labda huyu mmoja labda uliwapanganisha labda ukoacha mbalimbali, huyu ana miaka labda kumi na nne huyu ana miaka kumi ha, au miaka kumi na mbili wa kike Alafu kwa sababu ya maisha yako magumu godoro unalo moja. Kwa hiyo wote unalaza sehemu moja. Alafu mbaya zaidi labda unalala sebleni. Kwa hiyo kile kinachokuwa kinafanyika chumbani na yeye huyu tayari anapitia, labda anaona ma TV, sasa hivi unakuta kwenye ma TV anaonekana ma vitu mengi. Kwa hiyo hata wenyewe kukatiliana wenyewe kwa wenyewe. Yaani, watoto wa familia moja inatokana na mazingira ya wazazi. Kwa hiyo ni hasa tu kwamba tunapokuwa kwenye umri wa miaka fulani ni vyepesi mno kuanza kuwatiti wa, watoto na kutengenezea mazingira bora zaidi, utafute hata maeneo ambao yanaweza kuwa yako salama kwa watoto wako ajili ya kutoendelea kuhudumisha huu ukatili wa kijinsia sawa. Ni maoni ya Pius Kipeta, ambapo amezungumza nini kifanyike ili vijana wa kiume waweze kuripoti matukio ya ukatili wa kijinsia sawa. Bwana mambo yamekuwa mazuri kweli kweli kwenye mjadala huu kwa siku ya leo na ameeleza wazi kabisa kila kitu ni kwa namna gani, basi watu wanatakiwa wafanye, hasa hasahasa vijana, kitu gani hasa wakifanya hmm. Sasa Beni, wakati tumeanza huu mjadala ulikuwa bado hujajua nani ametufanya tukae hapa leo, ama ni siri ambayo ulijaribu kuificha ficha. Ni ficha sana. Umefika muda ambao natakiwa kujua sasa hiyo siri. Ya, unatakiwa ujue sasa. John, sogea hapa ili na wewe basi tukupe tano, au sio? <laughs> tano za mbali. Sasa huyu huyu ndiye ambaye ametufanya sisi tuweze kukaa hapa kwa siku ya leo, kwa sababu ni moja kati ya kijana akasema, jamani, kuna jambo linanipa shida kweli. Ni nini hasa kinafanya vijana uh, wa kike waeleze vizuri kabisa, wasiwe na kuficha ficha kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini sisi vijana si wa kiume fanya wewe, ah vijana mm -hmm. ah, wa kiume we, eh, ninyi eh. vijana wa kike kike nimekuwa eh, eh. wepesi kwenda kuripoti yep. lakini mimi pamoja na huyu bwana vijana wa kiume eh. inakuwa ni mtihani kweli kweli kuelezea na. Sasa leo tumepata majibu ya maswali ya kwako John ambayo walikuwa wanajiuliza ama si Asante, asante, asante sana uh, sana sana, uh, sana sana, yes my name, mimi naitwa mzungu kidogo, au malizia na mimi. Naitwa Ana Milanzi. Mpaka wakati mwingine, tukukumbushe tu tuku ya kwamba mwisho wa mjadala huu ni mwanzo mzuri kabisa wa mjadala mwingine utakaofuatia tukuambie pia unaweza ukatusapoti kwa chochote kile. Vijana tuko tayari kabisa, ili tuendelee kuyazungumza mambo yetu kwa uzuri. Asante sana Moscow Hotel kwa sababu mambo yetu yamekuwa poa. Lakini zaidi ya yote, wewe uliyeko nyumbani uliyeko safarini, unaweza ukafika hapa mkoa wa Katavi, Mpanda mjini kwa ajili ya kulala basi, hapa kama una safari yako Mosko hoteli inapatikana mkoani. Ukifika tu kama unatokea mjini, mkono wako wa kulia, basi utakuwa umefika kwa kulala. Uh, sehemu za kulala ni nzuri kabisa lakini, pia chakula pamoja na vinywaji unapata vizuri kabisa. Asante pia kwa Mkombozi Fresh Oili hawa. Bwana, ndio habari ya mjini mkoani Katavi hapa. Tunazungumza kwa wewe ambaye unahitaji kuwa mkulima mzuri kabisa, waone Mkombozi Fresh Oil. Lakini pia kwa kwa wewe ambaye unatamani sana uwe mfanya biashara mzuri kabisa wa mafuta ya alizeti, waone Mkombozi Fresh Oili. Lakini pia kwa elimu ya masuala ya kilimo, waone Mkombozi Fresh Oili. Unaweza ukawapigia kwa, kwa simu namba sifuri saba nane nane tisa nane sifuri saba nane nane na sifuri sita saba tano 602729 haya. Tunakuambia kijana jitambue, lakini pia nguvu moja kwa umoja wetu. Jamani, asanteni sana, tujipigie makofi.